Madarasa mawili ya chekechea yaliyojengwa kwa gharama ya shilingi milioni 2.9 yamefunguliwa katika shule ya msingi ya Mukemo, kaunti ya Busia kwenye sherehe iliyosheheni mbwembwe na shangwe kutoka kwa wanafunzi na wazazi. Madarasa hayo yamejengwa kwa ushirikiano na wazazi shirika mtazamaji ambalo lisilo la kiserikali katika kaunti ya Busia ili kuwanufaisha wanafunzi katika eneo hilo. Na hivi sasa tupate taarifa hiyo na nyinginezo katika mkusanyiko wetu wa Dira ya Kaunti. Ni afueni kwa wanafunzi hawa ambao kabla ya madarasa hayo kufunguliwa walikuwa wakisomea chini ya miti na kukumbana na tatizo la funza. Mwalimu mkuu wa shule hiyo alisema kuwa uzinduzi huu umeleta mabadiliko makubwa kwa maisha ya wanafunzi hao mtoto wa Mukemo akikutana na mwenye amenda hata kama a group of schools wakiwa na education wako the same level ku compete globally. This program is geared towards helping the vulnerable children because as an organization our focus is that children live a dignified life. Kwingine kwa maafisa wa polisi jijini Nairobi wamenasa na kuharibu bangi ya thamani ya zaidi ya shilingi milioni tatu wakati wa operesheni ya kuiusalama bangi hiyo ilipatikana kwenye nyumba ya kupangisha katika mtaa wa Kayole. Naibu kamanda wa polisi Josaya Odongo amesema vita dhidi ya ulanguzi wa mihadarati vitaendelea, akiongeza kuwa washukiwa wa uhalifu huo, akiwemo mmiliki wa nyumba husika, wanatafutwa. Ile officers wetu ngao timu na askari walikimbia pale na wakapata 25 rolls ya bangi na pia ile mitambo ya kutengeneza na kupima hizo vitu hiyo bangi ya kuroll pia tulipata gunia mzima ya mbegu za bangi, na tutaendelea na vita hivi kwa ushirikiano na wananchi. Tunaamini ya kwamba tutapunguza usambazaji wa mihadarati. Wakati huo huo, waumini wa kanisa la Orthodox kutoka kote nchini walikusanyika katika eneo la Dagoreti Kusini, kaunti ya Nairobi, kushuhudia sherehe ya ishirini na tisa ya kuhitimu kwa waseminari, ambapo waseminari kumi na saba walipokea stashahada katika somo la thiolojia, huku ishirini na sita wakipata vyeti vya thiolojia. We thank God because we have that very wonderful mission Mwisho, ya jamii ya Ogiek imeeleza kutoridhika kuhusiana na mgogoro unaoendelea kuhusu msitu wa Mau na kuomba serikali kuingilia kati kuukomesha. Sisi tunaelekea Arusha na tukielekea Arusha hapo ndio tutajua eh, bifu na ile imeiva ama ile haijaiva. Kiripotia Runinga ya KBC, mie ni Alvin Counter.